Utamaduni wetu una nguvu mwanangu, uwezi kushindana na mwanamume. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu, huwezi kushindana na mwanamume. Huu ni ukurasa 66 utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu, uwezi kushindana na mwanamume, na mwanamume. Kushindana na mwanamume. Eleza muktadha wa dondoo. Kwa hivyo unaorodhesha pale, leza muktadha wa dondoo. Unaorodhesha pale msemaji: Sara msemaji unaweka koloni Sara msemewa koloni Neema mahali: nyumbani kwa Sara na Yona kijijini kichocheo. Sasa nakuelezea. Kwa hivyo ime. Nimesema msemaji: Sara msemewa: Neema mahali: nyumbani kwa Sara na Yona nyumbani kwa Sara nayona kijijini. Kichocheo ni baada ya Neema kumuuliza Sara, ni baada ya Neema kumuuliza Sara kuwa alinyenyekea, ni baada ya Neema kumuuliza Sara kuwa alinyenyekea na kufanya kazi zote bila kusaidiwa na Yona kwa ajili yao kupata waume na kuoa hmm. Ni baada ya Neema kumuuliza Sara baada ya Neema kumuuliza Sara kuwa alinyenyekea na kufanya kazi zote bila kusaidiwa na Yona kwa ajili ya wao kupata waume wa kuwaoa. Hii ni baada ya Neema kumuuliza Sara, kuwa alinyenyekea na kufanya kazi zote bila kusaidiwa na Yona kwa ajili ya wao kupata waume wa kuwaoa. Hii ni baada ya Neema kumuuliza Sara, kuwa alinyenyekea na kufanya kazi zote bila kusaidiwa na Yona kwa ajili ya kuwao kupata waume wa kuwaoa. Swali la ba: taja maudhui mawili yanayojitokeza kwenye dondoo. Taja maudhui mawili yanayojitokeza kwenye dondoo. Kwa maudhui mambo muhimu ambayo yanajitokeza katika kazi ya fasihi. Maudhui ambayo yanajitokeza katika dondoo, utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu huwezi kushindana na mwanaume. Kwa hivyo maudhui mawili, maudu ya kwanza ni utamaduni. Kuna utamaduni pale, na unatoa mfano kutoka kwenye ile dondoo. Utamaduni unatoa mfano pale, unasema utamaduni wetu ungali na nguvu, utamaduni wetu ungali na nguvu. Ungali na nguvu. Kisha kuna ubabedume au mtu pia tasubi za kiume ubabe dume au itwapo pia taasubi za kiume ni pale ambapo mwanaume anajiona ni bora kuliko mwanamke, na lazima uonyeshe taasubi. Imeonekana wapi ubabe dume? Mwanamke hawezi kushindana na mwanamume, mwanamke lazima tu. Mfano, unaweka kistari kifupi, mwanamke hawezi kushindana na mwanamume, mwanamke hawezi akashindana na mwanamume Kwa kurejelea tamthilia, kwa kurejelea tamthilia, jadili mifano mingine saba ya maudhui uliyotaja. Kwa kurejelea tamthilia, jadili mifano mingine saba ya maudhui uliyotaja. Hali yangu, weka alama za dukuduku tatu, alafu sasa uanze. Unaielewa hali yangu full stop, weka alama za dukuduku alafu andike unaielewa hali yangu weke full stop, asili yangu unaijua full stop. Unaielewa hali yangu full stop, asili yangu unaijua full stop. Una, unaijua mahitaji ndiyo haya na mkono ni huu mmoja mahitaji ndiyo haya na mkono ni huu mmoja full stop that is mahitaji ndiyo haya na mkono ni huu mmoja full stop wasemavyo wahenga mmoja hashui chongo wasemavyo wahenga mmoja hashui chombo. Wasemavyo wahenga mmoja hashui chombo. Kwa hivyo kabla ya Jumatatu nataka uniandikie za dondoo hizo, hiyo dondo imetoka wapi? Niandikie msemaji, msemewa, mahali, kichocheo. Twende swali hapo. asili yangu naijua, mahitaji iliyokaya na, na mkono ni huu mmoja. Wasemavyo wahenga mmoja kashuo chombo. Bainisha sorry, bainisha tamathali iliyotumika katika dondoo hili. Bainisha tamathali iliyotumiwa katika dondoo hili. Bainisha tamathali iliyotumiwa katika dondoo hili. Ukiambiwa tamadhali unakuwa tamadhali ya useni lugha iliyotumiwa. Kwanza kuna methali, ukiandika methali unaweka kistari kifupi. Methali yako ni mmoja na shui chombo. Tamadhali ukiambiwa tamadhali ya useni, unaweza kuangalia pale kama kuna tashbihi, kama kuna chuku, kinaya, tashisi. Tashisi bado ndio uwaishaji Tumesema kuna medali mmoja ya shucho. Kuna usambamba: unaielewa hali yangu, asili yangu unaijua. Angalia huko kuna usambamba: unaielewa hali yangu, asili yangu unaijua. Ule ule urudiaji unapatikana ndani ya sentensi, lakini ukiangalia maana kwa unaona kuna usambamba: unaielewa hali yangu, asili yangu unaijua. Swali so, la tatu pale, kwa kurejelea tamthilia dhihirisha kuwa mmoja hashui chombo. Kwa kurejelea tamthilia koma dhihirisha kuwa mmoja hashui chombo, yani kuwa mtu mmoja ndiye atafanya kazi hivyo. Hapa ayesha, vile watu wanashirikiana iii wanashirikiana, wsika wapi? Wanashirikiana, wanashirikiana kuhusu swala gani? kwa kurejelea tamthilia dhirisha kuwa moja ya shuli chombo. Unaonesha vile wanashirikiana, sababu unaambiwa mtu mmoja hawezi akafanya nini? Akafanya kazi peke yake, hawezi wakasukuma chombo pamoja. Yona na Sara wanashirikiana kuwalea wanao. Yona na Sara wanashirikiana katika kuwalea na kuwasomesha wanao. Yona na Sara wanashirikiana katika kuwalea na kuwasomesha wanao. Baada ya Yona kufutwa kazi, Sara anatafuta riziki. Baada ya Yona kufutwa kazi, Sara anatafuta riziki. Baada ya Yona kufutwa kazi, baada ya Yona kufutwa kazi Sara natafuta na natafuta riziki aje? Natafuta riziki, si unakumbuka? Alikuwa alikuwa anauza maziwa na bidhaa soko na wakati na na alikuwa na, na, na zile kazi za shamba. Neema na Asna wanashirikiana kumtafutia Sara matibabu. Neema na Asna wanamtafutia Sara matibabu. Neema na Asna wanamtafutia Sara matibabu. Kumbuka kuwa walishirikiana katika mambo haya matibabu kwa sababu si alikuwa analala kwa Asna. Alikuwa analala pia kwa Asna. E, kwa hivyo Neema na Asna wanamtafutia Sara matibabu. Neema na Buju wanawajengea Yona wazazi wa Neema nyumba. Kwa hivyo Neema na Buju wanawajengea Yona na Sara nyumba kwa kushirikiana. Neema na Buju anawajengea Yona na Sara nyumba. Dina anamsaidia Sara kupika. Dina anamsaidia Sara kupika. Kumbuka Sara alikuwa mgonjwa, hawezi kupika. Kwa hivyo wakati akamtumia Dina salamu na akaja akamsaidia. Wanashirikiana, anakuwa na jirani mwema. Dina anamsaidia Sara kupika. kuna Neema wanawasomesha Salome na Asna. Buju na Neema wanawasomesha Salome na Asna. Buju na Neema wanawasomesha Salome na Asna wako hapa kufuka kwa alilipia Salome karo yote ya shule ya upili na chuo kikuu. Ni Neema akatumia mshahara wake kumsomeshia Azna. Yona Luka na Beni wanasherekea. Uliona hayo. Yona Luka na Beni wanasherekea pamoja, wakati Luka aliwaandika kwake, walikunywa walikula na wakanywa pombe. wanasherekea shirikia. Yona Luka na Beni wanasherekea Andika dondoo upya. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu. Huwezi kushindana na mwanamume.